Mlango wa kumi. Rehoboamu akaenda Shekemu, maana Israeli wote walikuwa wamekuja Shekemu ili wamfanye mfalme. Ikawa Yeroboamu mwana wa Nebati aliposikia, maana alikuwa kwa Misri ambako amekimbilia mbele ya mfalme Sulemani, Yeroboamu akarudi kutoka Misri. Wakapeleka ujumbe wakamuita, Yeroboamu akaja na Israeli wote wakamwambia Rehoboamu wakasema, baba yako alilifanya zito kongwa letu basi sasa, upunguze utumwa mgumu wa baba yako na kongwa lake zito alilotutwika, nasi tutakutumikia. Akawaambia, mnirudie baada ya siku tatu. Watu wakenda zao. Mfalme Rehoboamu akataka shauri kwa wazee waliosimama mbele ya Sulemani baba yake alipokuwa hai bado, akasema, mwanipa shauri gani la kuwajibu watu hawa? Wakamwambia wakasema, ukiwa mwema kwao watu hawa na kuwapendeza na kuwaambia maneno mazuri, ndipo watakapokuwa watumishi wako siku zote. Lakini akaliacha shauri lile la wazee walilompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye, waliosimama mbele yake. Akawaambia, je, mwanipa shauri gani la kuwajibu watu hawa waliosema nami wakisema, utufanyie jepesi kongwa alilotutwika baba yako? Na wale vijana waliokuwa pamoja naye wakamwambia, wakasema uwaambie hivi watu wale waliosema nawe wakinena, baba yako alilifanya zito kongwa letu, lakini wewe tufanyie jepesi, uwaambie hivi, kidole changu cha mwisho ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu. Basi kama baba yangu aliwatwika kongwa zito, mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu akiwapiga kwa mijeledi, lakini mimi nitawapiga kwa nge. Basi Yeroboamu na watu wote wakamjia Rehoboamu siku ya tatu, kama mfalme alivyoamuru akisema mnirudie siku ya tatu. Mfalme akawajibu kwa ukali, mfalme Rehoboamu akaliacha shauri la wazee, akasema nao kwa shauri la vijana akinena, baba yangu aliwafanyia kongwa zito, nami nitawaongezea. Baba yangu aliwapiga kwa mijeledi, lakini mimi nitawapiga kwa nge. Basi mfalme hakuwasikia wale watu, maana jambo hili lilitoka kwa Mungu, ili alithibitisha neno lake alilomwambia Yeroboamu mwana wa Nebati kwa mkono wa Ahia mshiloni. Basi Israeli wote walipoona ya kuwa mfalme hawasikilizi, watu wakamjibu mfalme wakasema, tuna sehemu gani katika Daudi? wala hatuna urithi katika mwana wa Yese. Nendeni zenu hemani kwenu enyi Israeli, kila mtu sasa itunze nyumba yako mwenyewe Daudi. Basi wakaenda zao Israeli wote hemani kwao, lakini kwa habari za wana wa Israeli waliokaa katika miji ya Yuda, Rehoboamu alitawala juu yao. Ndipo Mfalme Rehoboamu akamtuma Adoramu msimamizi wa shokoa, nao wana wa Israeli wakamtupia mawe hata akafa. Mfalme Rehoboamu akafanya haraka kupanda garini mwake, ili akimbilie Yerusalemu. Hivyo Israeli wakaasi juu ya nyumba ya Daudi hata leo.